Fasihi simulizi. Swali la kwanza, soma utungo ufuatao kisha ujibu maswali yanayofuata. Ndimi Kisoi, ndume la ukoo mtukufu ulojipambanua kwa mabingwa, wachezaji hodari wa ngoma. Ndimi ndume lililoingia nyanjani, makoo yakatetemeka, yakang'ang'ana ngozi kusakata nami kijiji kizima kilinijua, mimi ndiye simba wa Yuda, ukipenda Aiselasi. wazee walinienzi linienzi, wakamininika kiamboni, mabinti kunikabidhi. Swali so la a, tambua kipera kilichokolezwa kwenye kifungu hiki. Umekolozewa simba wa Yuda na Aiselasi, Aileselasi. Lakabu ni lakabu lakabu tunasema au ueleze. Unatambua tu na mimi nakuelezea, nakwambia ni yale majina ya kufanya nini, ya kubandikwa, unabandikwa. unaweza kujibandika, au unabandikwa na mwingine, si jina lako asilia. Iwapo ingekuwa majazi, inakuwa ni jina lako asilia na inafanana na tabia zako. Hiyo ndio tofauti ya lakabu na majazi. Lakabu ni jina lako la kubandikwa ambalo linafanana na sifa zako, tabia zako lakini majazi ni jina ambalo umezaliwa nalo, si la kubandika, umezaliwa nalo. Lakini ukiangalia jina hilo linaafiki matendo yako. Aya pili, eleza sifa nne za kipera ulichotambua lakabu. Lakabu tumia taswira. Taswira ni ile picha inakujia kwenye akili wakati unasoma kazi ya fasihi. Taswira, na unatoa mfano simba. Ukisema utumia taswira, unatoa mfano simba, umeeleza Jifunze kutoa mfano, ndio unaeleza kwa urahisi. Kuwa na majina ya kupangwa ni Haileselasi. Haileselasi? Sio. ni Haileselasi. mm -hmm. Majina ya kupangwa ikidumu, huwa jina la mtu ikidumu, ah samani. Ikidumu jina la mtu usaulika Ikidumu jina la mtu usaulika. Kwa mfano neno sonko. Sonko, si unamjua jina lake anaitwa nani? Wangapi wanajua jina lake kamili, majina yote matatu, anaitwa nani? Ume umerudia Sonko tena. Jina la tatu Mike Mbuvi, nani ujui? Unajua Sonko, unaongezea Sonko tena. Kwa hivyo lile jina likidumu, lile lako asilia linasaulika. Huambatana na sifa za mhusika. Huambatana na sifa za mhusika kwa mfano, Sonko anaitwa hivyo kwa sababu ana hela, alikuwa aliyekuwa na hela nyingi na bado ana hela nyingi, ama ilikuwa na maana ya kuwa yeye ni bosi pia. Lakabu huwa ni neno au fungu la maneno, ni neno au fungu la maneno Huwa na maana fiche, huwa na maana fiche. Swali la ba: tambua shughuli mbili za kijamii zinazojitokeza kwenye kifungu. Kwanza ni ufugaji. Ufugaji tunaambiwa makoo, makoo na mandume, kuna ufugaji. Makoo si ni koo, si aina ya, ya kuku? Makoo na mandume, kuna ufugaji. Pili kuna ndoa, harusi au sherehe mabinti kunikabidhi, kuna ndoa pale, kuna harusi pale, mabinti kunikabidhi. Kuna uchezaji ngoma au itwa usohora, wachezaji odari wa ngoma wale ambao walipata walipata hapo. Swali so, la cha: fafanua njia nne ambazo kwazo fasihi simulizi imeathiri fasihi andishi, na tulisoma hapa juzi tena tukarudia jinsi ambavyo fasihi ama ni kidato cha, cha tatu fasihi simulizi, ukurasa wa kwanza fasaha. Mambo yote yametoka kwenye fasaha. Mfanano wa fasihi simulizi na fasihi andishi hapa unaulizwa tu hivyo, ni mfanano, inaadhiriana vipi? Kwa hivyo unaona ule mfanano wake unakuja kufanania wapi. Kwanza maudhui, masuala yanayoshughulikiwa fasihi simulizi ndio yanashughulikiwa fasihi andishi. Kwa hivyo masuala ya fasihi simulizi ndiyo ya fasihi andishi ya kama vile ubinafsi, usaliti, ufisadi. Dhamira ya zote ni sawa, yaani ile lengo la mwandishi ni kuadilisha, kuelimisha, kukuza, yaani ukiangalia ya ni kukuza utamaduni. Ukiangalia fasihi simulizi bado ni sawa na fasihi andishi kwa sababu lengo la mwandishi ile dhamira ni sawa. Nyenzo na malighafi, yaani ina maana kuwa hutumia lugha zote, hutumia lugha kuwasilisha ujumbe, yaani hutumia lugha kupitisha ujumbe. Zote mbili ina- inatumia tamathali zote huwa na usimulizi nne usimulizi zote usimulia. Ukiangalia katika fasihi uh, andishi, inasimuliwa vipi? Inasimuliwa katika nafsi ya kwanza au nafsi ya pili vile vile. Kwa hivyo zote huwa na usimulizi. Kuna utendaji. Ukiangalia fasihi simulizi ina utendaji mwingi sana, lakini katika fasihi vile vile katika fasihi andishi utapata, kuna utendaji hasa katika tamthilia, kuna utendaji kwa sababu lazima uigize tamthilia. Kisha pia fani, fani zinafanana. Wakati tunazungumzia fani, tunazungumzia ploti, zote zina ploti. Mtiririko, kuna mtiririko wa vitushi katika fasihi ya andishi na pia katika fasihi simulizi. Wahusika ni wengi wa fasihi simulizi, wahusika ambao wanatumika, wanatumiwa wale wa fasihi ya andishi ni kama wale wa fasihi simulizi, kuna wanyama kuna binadamu. Zote huwa na motifu ya safari, huwa na ile safari, huwa na safari, motifu ya safari. Hapa tunaelezea tu fani. Swali la da, eleza umuhimu wa hojaji katika kukusanya data za fasihi. Mtu anapaswa kurudia, kwa hivyo gharama ni ya chini kwa sababu unaweza kutumwa kutuma maswali badala ya kusafiri. Ufikie idadi kubwa, ufikie idadi kubwa ya wat, eh, ufikie idadi kubwa ya watu, kwa sababu unaweza kutuma nyingi kwa njia ya posta, unaweza kutuma nyingi sana Taka kupasi KCSE. Hakuna mwanafunzi nimeshaona KCSE amepata kumi, chini ya ishirini amepata chini ya kumi, wote hu wanapata tena, dabavin ushairi. Kwa hiyo rudia shairi nyingi sana ndio uweze kufanya kwenye mtihani wa kanseni. Ukumbuke kuwa ukikosa kusoma, ukisema hiki kitabu sitafanya, kinaweza kuwa ndio nambari moja. Utafanya nini? utasaishiwa katasi chini ya sitini. Ndio maana nitakukumbusha kaida za mtihani. Kuna watu nimewaandikia sehemu ya guu za jadi, fungua pale. Vivian Philip Vincent, Munyao Faith Mweni, amsomi vitabu, unanidanganya mpaka nawaandikia uongo. Unanidanganya sentensi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne sijui mwingine niambia, magwasha ameolewa na nani? Au nimetaja kwa sababu umekithiri? wengi, wale wengi wananidanganya ile, ama kama wengine tasoma swali la kwanza unajibu ni sawa, ya kwanza ya pili ya tatu, unafanya nini? Unaandika majibu mengi, na pale mwisho una unarudia yale ya ya kwanza ya tatu, unafikiria not watu wale wanakudanganya, hivyo wanakudanganya ile kazi, huwa tunasoma yote, unanidanganya tu. Mimi nikasema we wacha ni nyamaze, mtu wa kusoma atasoma ule anataka. Tuende pamoja, sasa mimi nitafanya nini? Siwezi nikakulazimisha we, ni mkubwa, siwezi nikakupiga, nikwambie usome utakasirika, utaniuliza umenizaa umenizaa. Unapenda kuuliza hivyo, unanilipia school fees, unaniamsha, unanilipia. Unanilipia school fees. Kuna shule ilikuwa, bado watafanya mtihani kama wewe, wanaamka saa kumi wanalala saa nne na nusu wanafanya na mitihani miwili kila siku, kila siku na inasaishwa kesho, wanarudia. Sasa unapigania, una kazi na chuo kikuu na shule kama hiyo. Shule kama hiyo mimi sijui, labda hao ndio wa hawajui sisi ndio wa tuwajua.